muziki Diamond Platnumz ameweza kuonekana huko Paris pamoja na mastaa tofauti wa muziki duniani kama vile Davido, Ebana Stoney Boy, lakini pia Adekunle wameweza wa kuonekana wakiwa pamoja kabisa wakivibe. Ebana ameweza kuonekana katika Ebana maonyesho ya fashion pamoja na muziki ambao alikuwa anafanyika huko e, Paris, lakini pia kama inavyofahamika kwamba Bien ni mmoja kati ya mastaa ambao alikuwa wameshatangulia Ebana way back kidogo, ambapo mara kwanza aliweza kuonekana akiwa na mke wake katika maonyesho ya Beyonce, alikuwa na show yake kwamba ziara yake Bien aliweza kuonekana katika maonyesho hayo ambayo ilikuwa imeweza kumalizika hapo, na Damo Platnumz alikuwa ni kama shabiki tu, akiwa na kuweza kuingia katika mitaa ya miji ya London kipande cha party kukutana na mastaa tofauti tofauti na na na na na watu wengi wamedhani kwamba kwamba kwamba kwamba labda pengine kukawa, kuna ambayo, pengine kunaweza kukaa kuna track ambayo ambayo inaweza ipo na, eh, hao hapa kwa, cause Diamond Platnumz siku siku za hivi karibuni alituambia atakuja na albamu yake albamu hiyo kutuambia itakuwa jina jina gani, lakini tufahamu eh, mara ya mwisho kabisa aliweza kuachia EP inafahamika kwa yake, kwa jina la Four. So kwa upande wa Diamond Platnumz, anazidi kuonesha ukubwa wake na siku chache ambazo Peter, Damo Platinum aliweza kutangaza tour yake ambayo tour hiyo aliweza kufanya katika eh bana kumbi tofauti tofauti, for the first time kabisa Damo Platinum eh bana, aliweza kufika eh bana, huko London na kuweza kufanya performance yake katika ukumbi wa Royal Albert eh Albert Hall pale ambapo aliweza kujaza watu, walikuwa hapo full house kabisa, then baadaye akaingia mpaka Manchester, Ma Manchester Academy kule, na kwenye pia alikiwasha kinoma noma Scotland. Eh, bana ndo tour yake aliweza kuimalizia pale the Hot 97 summer jam eh bana huko Marekani akaweza kufika Diamond Platnumz. So baada ya pale interviews za kutosha kabisa pamoja na majarida tofauti tofauti, lakini pia e eh, bana redio pamoja na media kubwa zaidi za Marekani waliweza kufanya interview pamoja na Diamond Platnumz. Aliweza kufika pia katika ukumbi wa eh, aliweza kufika katika e, eh, bana ofisi tofauti tofauti za Audio Mac, lakini pia eh, za YouTube kule kwa ajili ya kuweza kupokea tuzo yake baada ya kuweza kufikisha e eh, bana subscribers milioni kumi. So kwa upande wa Diamond Platnumz sasa hivi safari zake za, za, ki, za kisanaa zinazidi kufanya vizuri kabisa na yeye anazidi kuonyesha ukubwa wake kama msanii ambaye sasa sasa hivi hayupo tena kitaifa, yupo zake kimataifa huko akizidi kukutana na mastaa tofauti tofauti ambao wako vizuri katika eh, muziki wa kidunia zaidi. Eh, bana upi mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Eh, bana uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nyanja comment hapo, usiache kusubscribe ni sawa sawa like digital. Chao chao.